Helo wadau wetu wa Farm tunawakaribisha tena uh, leo tumewaletea makala inayohusiana na namna ya kutibu typhoid sugu au ile t isiyosikia dawa uh, tumeweka hii makala kwa sababu typhoid ni miongoni mwa magonjwa ambayo wafugaji wengi sana yanawasumbua wafugaji wa kuku aina zote. Ugonjwa wa typhoid umekuwa ukisumbua uki, uki, uki, sana kwa sababu unakuta mtu ana kuku wake wanaumwa hawaelewi, labda wanaharisha tu vinyesi visivyoeleweka, baadaye akapeleka maabara, akaambiwa kuku wako wana typhoid. Sasa akaambiwa wale kuku wake wana typhoid na akaelekezwa dawa ya kutumia. Unaweza ukakutana na mtaalamu akakwambia labda kanunue SB, kanunue dawa fulani, dawa yoyote ambayo labda ni ya dukani, ni ya kutibu typhoid. Lakini ukaja kutibia ile typhoid, kuku wako bado hawaponi. Yani, ugonjwa wa typhoid unakuwa ni changamoto sana. Na huu ugonjwa huwa unawapata kuku wachache au wapate kuku wote. Aushambulii kama yalivyo mafua kideri na magonjwa mengine. Hapana, huwa anapata kuku mmoja mmoja wawili watatu. Aa, lakini ule ugonjwa unawanyongonyeza sana, wengi huwa wanaishia kufa, na kama ni wakutaga unakuta hawataji, kuku wanadumaa, anashusha mabawa, kumbe tatizo kubwa ni typhoid. Sasa huu ugonjwa kwa uzoefu wangu na uzoefu wetu hapa shambani KingoFarm, hatujawahi kutibia na dawa ya dukani na tukafanikiwa kutibu ugonjwa huu. Aa, hata kwa wafugaji mbalimbali ambao walikuwa wakinipigia simu, walikuwa wakinieleza wamejaribu kutumia dawa mbalimbali walizoelekezwa, wameielekezwa dawa fulani fulani, lakini ugonjwa wa typhoid bado unaendelea kuwasumbua na bado limekuwa ni tatizo kubwa sana. Sasa leo hii nitakupa namna ya asili ambayo hapa shambani kwetu tulivyojaribu kutumia kwa kutokomeza ugonjwa wa typhoid tulifanikiwa. Uh, lakini pia hata wafugaji wengine tuliowaelekeza walifanikiwa kutibu typhoid kwa hii njia ambayo nitakupa leo, njia ya asili. Kwa hiyo sisi hapa shambani kwetu huwa hatuamini kama kuna dawa ya dukani ambayo huwa inatibu typhoid kwa sababu tulishahangaika nayo sana, lakini hatukupata matokeo kipindi cha nyuma huko. Ndipo baadaye tukaanza kutumia hizi dawa za asili, tukajaribu kutumia dawa za asili, bado ilikuwa ni changamoto, lakini kuna namna tukaifanya na tukapata matokeo mazuri kabisa. Sasa nisikilize mpaka mwisho, ili ujue ni namna gani tulifanya na mpaka kuku akapona typhoid, na pia tuliwashauri watu wengine walifanya hivyo na kuku wao walipona typhoid. Unapoona kuku wako anasumbuliwa na typhoid, labda umempeleka amepimwa kinyesi chake kina typhoid au anaharisha miharo ambayo haieleweki, mara nyingi unakuta ana nyeupe na njano, ana njano labda na kijani, yani miharo yake inakuwa haieleweki eleweki. Kwa hiyo unaweza ukachukua jukumu la kwenda kuupima ukakuta ni typhoid, lakini vilevile unaweza ukabaini wao mwenyewe kuwa huu ni ugonjwa wa typhoid. Sasa namna ambayo utaweza kuwatibia, nisikilize mpaka mwisho. Ni namna nafuu kabisa, haina gharama yoyote, lakini kuku wako ndani ya siku tatu watakuwa wamepona typhoid kabisa. Aa, sasa kabla sijaendelea, ni wakumbushe tu, sisi Kingo Farm tunatoa huduma bora ya mafunzo ya ufugaji. Tumeboresha huduma yetu ya kutoa mafunzo ya ufugaji kwenye kundi la WhatsApp. Tunahakikisha kila mfugaji anafuga vizuri kabisa, tunamuelekeza makampuni mazuri ambayo anaweza kapata vifaranga wazuri, ili akiwafuga aweze kupata matokeo mazuri. Watu wengi sana wamekuwa wakiingia kwenye matatizo, wanakuta amepata vifaranga ambao sio wazuri. Uh, sasa hivi kuna makampuni mengi sana ya vifaranga. Kuna watu anauziwa vijogoo anaambiwa ni broiler. Kuna mtu anauziwa sijui kuroiler ina gani anaambiwa ni F1. Kuna mtu anauziwa sijui vifaranga gani. Kwa hiyo unakuta akija kuwafuga wale vifaranga wanakuwa wanakufa ovyo, hawakui vizuri, hawapati uzito. Changamoto inakuwa ni mbegu ambayo aliichukua. Kwa hiyo tulibaini changamoto nyingi sana kutoka kwenye kundi letu la WhatsApp, ndio maana baadaye tulikuja na hii huduma tukaboresha sasa huduma ili kuhakikisha uh, kila mtu anafuga vizuri kwanza anapata mbegu nzuri ambayo tumeifanyia tafiti, tumeona ni nzuri, tumefuga sisi wenyewe tukapata matokeo. Tunamwelekeza aende akachukua hiyo mbegu na yeye afuge, akifuga anapata matokeo mazuri, na tunamwelekeza namna ya kufuga kuku wa aina hiyo. Kuna makampuni mengi sana ambayo tumeyafanyia tafiti na mengi tumebaini ni mazuri. Kwa hiyo ukijiunga na kundi letu tutakuelekeza pia na vitu kama hivyo. Kwa sasa ada ya kujiunga na kundi ni shilingi elfu nane. Mwanzo ilikuwa elfu tano, sasa tumeboresha baadhi ya huduma kama hivyo, ada imekuwa ni shilingi elfu nane. Ukilipia shilingi elfu nane tunakuunga kwenye kundi letu, unakaa kwa miezi miwili, unapata elimu safi na unafuga vizuri kabisa, kuanzia hatua ya kwanza mpaka unawauza kuku wako. Kitu kingine sisi KingoFarm tuna vitabu vitatu, kitabu cha, una, tuna vitabu vitatu. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha safari ya ufugaji kwa ajili ya kumlea layers chotara kienyeji za za za kina miongozo yote ikiwemo fomula mbalimbali za utengenezaji wa chakula. Ni kitabu cha ufugaji wa broiler, kwa wewe mfugaji wa broiler tuna kitabu kizuri mno ambacho kinaenda kupunguza gharama ya ufugaji wa broiler. Kama tunavyojua broiler kumfuga sasa imekuwa ni changamoto, chakula bei juu, madawa ukizingatia vitamin, gharama inakuwa kubwa sana. Sasa hiki kitabu tumeweza kukitengeneza kwa muundo ambao hata mtu akija akawauza kuku wake shilingi elfu sita bado asipate hasara. Tumeweka vitu vya asili, kinga za asili za broila, tiba na kila kitu, tumekuelekeza kuanzia siku ya kwanza mpaka unamuuza broila wako, umfugeje kwa gharama nafuu kabisa. Aa, pia tuna kitabu kingine ambacho kinatarajia kutoka tarehe 15. Ni kwa ajili ya kuulea vifaranga wa kienyeji mpaka kuku wakubwa wa kienyeji, ili uweze kupata vifaranga wengi na uweze kupata manufaa makubwa zaidi kwa kuku wa kienyeji. Tumeelekeza makosa yote ambayo watu wao wanayafanya kwenye kuku wa kienyeji na majibu yake. Kwa hiyo ukipata hicho kitabu kile ambacho kitatoka tarehe 15, kwa hiyo mfugaji wa kuku wa kienyeji kitakusaidia sana. Hivi vitabu, kila kitabu ni shilingi elfu kumi, vipo kwa muundo wa PDF, ni soft copy. Ukihitaji tunakutumia WhatsApp au kwenye email, na unaweza kukitoa copy stationary na ukapata kitabu halisi. Ah uh, hizo ni huduma ambazo tunazitoa sisi Kingo Farm, lakini tuna formula pia ya kumnenepesha jogo, hiyo ni shilingi 5000 tu. Kama unataka kuboost jogo wako au unafuga vijogoo ni shilingi 5000 uki hitaji tunakutumia WhatsApp. Kama unahitaji huduma zetu chukua namba kwenye video na utupigia. Aa, sasa nikimalizia na kipengele cha hii tiba ya typhoid sugu au ile isiyosikia dawa. Hapa sisi tulijaribu kufanya kitu kimoja. Tiba ya typhoid huwa inatibiwa. Typhoid kwanza huwa inatibiwa na vitu ambavyo vina salfa ndani yake. Kwa hiyo tuliangalia yale majani ambayo yana kiwango kikubwa sana cha salfa, tukagundua ni mpera. Mpera una salfa nyingi sana. Kwa hiyo tulichokifanya, tulikuwa tunatengeneza juisi ile juisi ya mpera, tunatengeneza juisi ya mpera tunawapa kuku wanakunywa. Ah, baadaye tukaona kama wanachelewa kupona kwao, tulichokifanya tukatengeneza juisi ambayo itakuwa kali, lakini tunawapa asubuhi, mchana na jioni. Tunakuwa tunawanywesha asubuhi, mchana na jioni, na kama utapata mpera mwingi, basi utatengeneza kwa wingi kwenye maji yao ya kunywa, maana changamoto nyingine, unakuta mtu ana kuku wengi, anashindwa kutengeneza ule mpera mwingi kuku akanywa asubuhi mpaka jioni. Kwa hiyo kama una mpera mwingi, utatengeneza kwa kiwango kikubwa ambacho tutaenda kukutajia, lakini kama mpera ni mchache, basi tengeneza dawa kali, alafu fanya kuwanywesha asubuhi, mchana na jioni kipimo ambacho huwa tun tunafanya tulichukua majani ya mpera tukayajaza kwenye jagi la lita mbili baada ya hapo tukachukua na kitunguu saumu kimoja tukaviblend hivyo vyote tukaweka kwenye maji lita mbili vile vile halafu tukawanywesha asubuhi kila kuku unampa kijiko kimoja asubuhi kijiko kimoja mchana kijiko kimoja jioni ukifanya hivyo kwa siku tatu mfululizo unapata matokeo mazuri kabisa wakati huo kwenye maji yao utakuwa unaweka mpera ambao haujakolea sana kama kipimo kile ambacho cha kwenye kitabu cha Tiba za asili kinavyosema, utaweka kipimo cha kawaida, lakini wewe unaendelea kuwanywesha ule mpera ambao una kitunguu saumu asubuhi, mchana na jioni. Ukifanya hivi kwa siku tatu, utapata matokeo mazuri kabisa. Kama kuku wako hali mwanzishie uji. Baada ya kumwanzishia uji, utamnywesha hiyo tiba. Lakini vile vile, hakikisha banda lako umelifanyia usafi. Safisha banda lako vizuri kabisa, kisha mwaga jivu, ili kuua bakteria wanaosababisha huu typhoid bandani kwako, ndipo uendelee na tiba. Kila unavyowatibu hakikisha unasafisha banda, unamwaga jivu. Asanteni sana, tunawapenda tunawakaribisha sana sana kwenye huduma zetu. Kama una changamoto za ufugaji, jaribu kulipia hiyo hela, jiunge na kundi letu, nunua vitabu vyetu. Tunaamini utafuga. Watu wengi sana wamenufaika, wameweza kufuga vizuri. Asanteni sana, na Mungu awabariki.